Utafiti katika mgodi wa dhahabu wa Nyanzaga wilayani Sengerema mkoani Mwanza unatarajia kutumia zaidi ya shilingi bilioni thelathini kuthibitisha kiwango cha dhahabu iliyopo na kutoa mwelekeo wa hali ya uchimbaji wa madini hayo katika mgodi huo. Akiwa katika ziara ya kikazi kuzungumza na wana, wananchi na kukagua miradi mbalimbali mbali mbali ya maendeleo wilayani Sengerema Mbunge wa Sengerema William Ngeleja amesema mafanikio ya mgodi wa dhahabu wa Nyanzaga yanategemea mahusiano mazuri kati ya mwekezaji na wananchi. Reginald Ndesika ana ripoti zaidi. Sengerema mkoani Mwanza unaomilikiwa kwa ubia kati ya kampuni ya Kesha na OreCorp ya Australia umesema bado kazi ya utafiti kubaini kiwango cha dhahabu katika mgodi huo inaendelea, huku mbunge wa Sengerema William Ngeleja akisema mgodi huo utasaidia kuinua hali ya maisha. Asa mi naomba ndugu zangu wana Sengerema wenzangu na Watanzania kwa ujumla kwamba Tanzania inaendelea kugundua rasilimali nyingi zikiwemo za madini, na tunatarajia kama ambavyo migodi mingine tumetarajia, mgodi huu utakuwa ni mojawapo ya vyanzo vikubwa vya mapato kwa taifa letu kwa sababu ya kodi lakini pia na matokeo ya kazi za ajira ambazo zinapatikana hapa kwenye mgodi huu. Akizungumza na uongozi wa mgodi huo, madiwani na viongozi wa vijiji na kata, Ngeleja akasisitiza kampuni za madini kujenga utamaduni wa kushirikiana na wananchi wanaozunguka eneo la mgodi. Sasa sisi tunatarajia wananchi wa kijiji hiki cha Sota ambapo ndio eneo la mgodi lilipo, wananchi wa kata hii ya Igalula, wananchi wa jimbo la Sengerema na ile ya Sengerema kwa ujumla tukiwa sehemu ya Tanzania tutakuwa ni miongoni mwa wananchi ambao watanufaika sana kwa sababu ya shughuli za mgodi hapa, zikiwemo ajira, ununuzi wa bidhaa na huduma mbalimbali, lakini kuchangia shughuli za maendeleo, na serikali kwa ngazi zote itaendelea kupata kodi zake za zinazostahili ili kuongeza pato la taifa na kuimarisha huduma za jamii. Mtendaji wa kijiji cha Sota Donatus Sagari akaelezea faida wanayopata wakazi wa Sota kutokana na kuwepo kwa mgodi wa Nyanzaga. Wametuchimbia visima kwa kata nzima yani, wamechimba visima vinne kila kijiji, kulingana na kijiji kimo, ki, kimoja kimoja. Kwa Sota wametutengenezea madawati sitini, halafu wanatupa ajira kwa vijana na kijiji jirani Nyabira wame wamekarabati darasa ambalo ilikuwa limebomoka. Utafiti uliofanywa na kampuni ya Kesia kabla ya kuingia ubia na kampuni ya OreCorp ya Australia ulibaini mgodi wa Nyanzaga wilayani Sengerema kuwa na dhahabu ipatayo wakia milioni mbili nukta nane. Hata hivyo, kushuka kwa bei ya dhahabu katika soko la dunia miaka michache iliyopita kulisababisha kampuni hiyo kujiridhisha na kiwango cha madini kilichopo kwa kufanya utafiti zaidi kabla ya kuanza kazi ya kuchimba madini hayo. Shughuli ya utafiti katika mgodi wa dhahabu wa Nyanzaga uliopo Sota wilayani Sengerema mkoani Mwanza zilianza mwaka 1999 na zinatarajiwa kukamilika mwaka elfu mbili na kumi na saba. Reginald Indesika, TBC Mwanza.